na wote watatoa wa huduma za mtandaoni tutawafikia, tutawapata. Acheni, msifanye hivyo. Nchi hii ina sheria, zipo na sheria ni msumeno, zinafanya kazi. usha satellite yake. Na kwenye hotuba yangu ya budget hapa wiki iliyopita nilielezea, ziko hatua tumeanza kuzichukua, ikiwemo kuanza mchakato wa uriziaji wa mikataba miwili, mkataba wa sheria za kanuni za nchi za utafiti wa anga ya juu wa mwaka 1967 lakini na mkataba unaosimamia usajili wa vyombo vya anga za juu wa mwaka 1975. Kwa hiyo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa na niwahakikishie bunge lako kwamba nchi yetu itarusha sateliti yake yenyewe kusaidia mawasiliano ikiwemo mawasiliano ya internet. Lakini jambo la pili ni swala la usalama wa mitandao yetu na mifumo yake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulithibitishia bunge lako kwamba serikali kupitia TCRA inasimamia usalama wa mifumo yetu na mifumo yetu ipo salama salmin. Siku ya jana peji za mitandao ya kijamii chache mbili za taasisi za serikali zilipata kuingiliwa, na tunaposema akaunti ya mtandao wa kijamii, sio mfumo pasee wa tehama wa taasisi za serikali, ni akaunti ambayo hata mimi na wewe tunayo ni akaunti ambazo taasisi hizi kupitia maafisa wake wengine wa ngazi za chini wanaweza kutumia hata simu ya mkononi ku-login kwa ajili ya kufanya habari mbalimbali mbali za taasisi. Kwa zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabit, na ikasababisha kuweza kuingiliwa mitandao hiyo ama akaunti hizo. Zimesharejeshwa na wizara yangu na taasisi za serikali zinaendelea kufanya kazi kushirikiana, taasisi mbali za serikali kuhakikisha akaunti za mitandao ya kijamii ziko salama, lakini mifumo yetu yote iko salama na serikali itaendelea kusimamia jambo hili kwa kuhakikisha nchi yetu endelea